Mtazamaji wa chaneli ya Unyama TV karibu tena kwenye kipindi. Uh, leo ni siku nyingine tena ambayo nitakwenda kukuelekeza ni jinsi gani utaweza kutengeneza channel ya WhatsApp. Yeah, utaweza kutengeneza channel ya WhatsApp. Uh, ukaanza kuweza kujiingizia kipato kupitia channel hiyo. So cha kwanza kabisa utakwenda kwenye file ya WhatsApp, lakini kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza kutazama video zetu basi ni vizuri uka subscribe channel ilikuwa ni mtu wa kwanza kutazama maujanja mengine yote yajayo. So utakwenda kwenye fali la la WhatsApp, ni WhatsApp yote ili ila tutatumia business. Utafungua ya, ukifungua hapa utashuka hapa chini, sehemu ya sehemu ya status hapa chini wameandikwa updates yes, hapa chini imeandika updates. Utafungua hapo, ukifika hapa utascrew utascrew chini, utascrew chini ya kama unavyoona, hizi ni chaneli ambazo ni yani za watu wengine yeah so ukishuka hapa chini, kuna sehemu utapoona pameandikwa imeandikwa create channel, lakini naona so, ukiona, kuiona, hapa naona hatujaweza kuiona. So ukiona hapa hujaweza kuiona, utaangalia hapa juu, utaangalia hapa juu, kuna vidoti vitatu hapa juu, kuna vidoti vitatu hivi hapa, utakwenda kubonyeza hapo, yeah hapa. Hapa, hiyo maandiko create channel tukenda kubonyeza hapo itafungua kama hivi ukishafungua hapa utaenda ku continue hapa chini uh, hapa itafungwa kama hivi watakwambia eh, uh, anza kuandika uh, mimi unaandika jina la channel yako. Ya mfano jina lako mimi hiyo channel nataka iwe na jina gani? So labda mfano tuandike tuandike Memes tu. Yeah, labda unataka kuweka na emoji. Ukaweka hivi, yes. Hapa chini sio muhimu sana, lakini unaweza ukaandika labda hiyo channel yako itakuwa na uhusiana na nini. Uh, unaweza ukaandika, lakini utakachoweza kukiwa na wewe, lakini hiyo sio muhimu. So hapa unaweza kubonyeza hapa chini Channel. Utabonyeza okay, hatujawasha data hapa juu yes. Yes. Yeah, kama unaweza kuona hapa tayari unakuwa umeweza kutengeneza channel yako hapa juu, muona hapa to hapa ina followers sifuri ko hapa, sasa ni uwezo wako wa kuposti vitu ambavyo watu watavitaka, watu amini, watu watavipenda ili kuweza kufollow channel yako. Lakini kama unataka kuweka I mean, kuweka picha unaweza kubonyeza hapa kwenye channel yako ili iwe naonekana. Sasa hapa ni wewe unataka kuweka, unataka kuweka picha ya kawaida unataka kuweka picha ya kawaida hapo, unaweza ukaweka picha yote ile ambayo wewe unaitaka. Ya mfano unataka kuweka, unaweza ukaweka hata emoji ambayo unaitaka wewe, yote yote inawezekana. Unaweza ukaweka hata hii hapa ni sawa pia, ukasave, ukasave ya hii hapa inakuwa na muonekano kama huu hapa. So hapa hata ukirudi nyuma kwenye zile channel nyingine, kwenye zile channel ambazo tulizikuta hapa mwanzo, uh, utaweza kuiona channel ambayo tumeweza kuitengeneza, ambayo ni hii hapa, ambayo tumeitengeneza ni hii hapa, channel memes 2. So mpaka hapo unakuwa umeweza kutengeneza channel yako. so